Kama ilivyoada tumetamkia station asubuhi na mapema na michezo, mimi atambiko, lakini nipo na Habibu, mshabiki wa Simba Sports Club, pia na mwanachama wa Simba Sports Club. Kwema shehe wangu. Kwema, vipi hali ndugu yangu? Salamu. Na mambo mengine. Namshukuru Mungu tu. Vipi hali yako ha, namshukuru Mungu. Ah, saumu mm, ni kitu anachopanga Mwenyezi Mungu, ikifika wakati wake wa Ramadhani mm, tunafunga alafu zipo saumu zingine ni suna mm, inakuwa Jumatatu na Alhamisi ile nilizawe mwenyewe ukiamua mm, yeah. Naam, katika dimba la KMC Compress Simba Sports Club zidi ya Temwe Star Simba Sports Club akiibuka na ushindi wa ulitatu kwa sifuri. Ni kitu ambacho uliondoka kwa Young Africans ukoonekana uwanjani, lakini zidi ya Temwe Star ulionekana uwanjani na kumpasoa mabao matatu kwa sifuri. Tuzungumzie dakika 90 zilikuwa za namna gani chini ya mwalimu Fadu Davis? Hebu ndio madako kidogo hapa sababu linaambia kusikionekana kiwanjani fu aonekana kiwanjani siakolewa vizuri. Hebu auatena taratibu mechi zidi ya Simba, zidi ya Simba zidi Young Africans mtani uliondoka katika dimba la Benjamin Mkapa, hukuwepo mm -hmm. baada ya kuzuiliwa na mabounce ya Young Africans na zidi ya Temwe Stars ulionekana katika dimba la KMC Complex na kushinda magoli matatu kwa sifuri. Tuanzie hapo dakika 90 zilikuwa za namna gani, shabiki mm -hmm. Sasa tunazungumzia ukosefu wa kukosa kuonekana kiwanjani au tunazungumzia mpira unaocheza Mwenge. Tuanze na Mwenge kwanza. Sababu mada zako hapo unaweka mbili. Mwenge, mpira kama ulivyoona, tunashinda bao tatu mm. tunachukua bao tatu zile na pointi zetu tunaweka pale mm. tuwasubiri timu nyingine tutapangwa nao tena katika mashindano yale mm. Simba kama nihusika, tutapeleka timu yetu na tutacheza mpira kama kawaida wanasema performance ambayo ulionyesha dhidi ya timu hii haikuridhisha sana, baadhi ya mashabiki wakiwa nalalamika kwa staili ambayo mecheza. Ndio maana tarehe nane amkuleta amkule timu katika dimba ya Benjamin Mkapa. Ujue ukiwa unaongoza watu wengi katika kitu kimoja, kila mtu anachokipenda mm. Hamna kila mtu muone wake atazungumza kile kitu, wote wanapenda kile kitu nakuwa ni vigumu, kuna wengine kutoa kasoro mm hiyo ni maneno ya mwananchi, sema baadaye kwake ndio navyo tufanya kakipata nakwambia, ah, kumbe tulifanya vizuri, lakini mm. maneno ya mlunguniko kwa kila mwanadamu, kuna mgila na maongezi yake na kuna ipo sahihi mm. Sasa ukaeka wote mka group moja, sio mkagupu, ni vigumu mm. mm. tuzungumzie performance ya Simba Sports Club. Tumemwona mwalimu Fatu Davies juzi mm. ameweza kufanya rotation ya kikosi kwa jinsi ambazo alivyoanza timu ya Stars, watu wakasema ni kwa sababu eh, ni kombe la FA, ndio maana ameanza ni kikosi hiki. Unajua vitu unajua unavizungumza wewe mm ni mchezaji wote wanaosajiliwa na klabu ya Simba Sports Club, wote wanafaa kucheza, sema katika uchezaji, kama wewe ulicheza mpira hivi utotoni, unajua kuna vitu ni changamoto vya kumwonesha kocha ndani ya mazoezi, unavyofanya mazoezi, unavyocheza wewe, changamoto unayemuonesha kocha kule mazoezini, na yeye ndo anayechukua ile changamoto ya kufanya wewe akupange kwenye mechi. Sasa kama we changamoto yako kwenye mazoezi unaonesha hafifu, hawezi akasema mtu akupange katika mechi. Sababu amna kitu unachomfanya wewe umlishe mm. Na yeye afanye yeye kukubagua akuweke mm. Sasa utavyojituma kwenye mazoezi unavyofanya na yeye anajua mm. Moja kwa moja kumbe mtu ana kitu fulani mm. niwe mm. Naye vitu mifano anaifanya mm. Kama yule mtoto mm. Siku zote, kitu gani kuna mazoezi fulani aliyofanya au kuna changamoto fulani kwenye mazoezi kocha alimpa, ndo akampanga na akatoa pasi salipatikana bao Nani? Eh? Nani? Sasa umjui, ukamzungumzia sikopo nalamika sana hapangu. Sasa hivyo vitu ni vipo katika uchezaji wa mpira. Kuna wakati unaweza ukamwingiza mtu fulani koponaye kikosi cha kwanza, unaweza ukamweka nje ukamwingiza mwingine raundi ya kipindi kimbili, mtuecha yakucheza akaonyesha kile kitu malisho yake kuona ukulizika, nabidi umtoe umweke mtu mwenye namba yake husika na akakulisha unavyotakae kocha unastahili na dakika 90, ndivyo kuishia unajua kabisa unachokipata na kitu fulani unasema, kile kipigwa cha kipigwambacho jana kilichopigwa Coastal Union wana wanaan, ni kipigwa ambacho kilikuwa cha Young Africans. Hivi kweli sijakuelewa kile kipigwa ambacho kilichopigwa jana. Sasa mimi siwezi kuizungumzia pangine mtazamo wake pangine alicheza mpira usiku mm, nani, sasa pangine ndio mpira wake alicheza, sababu sasa nakwambia moja kwa moja kama mpira ule ndio kipigo alichofunga bao tatu kwa moja mm, kile ndio amfunge Simba mm, na kweli katofunga. Sasa alikwenda akiona basi kule Bunju mm, kachukua pointi tatu sasa mimi nitabishana nae kitu gani mm? Alikwenda na basi katika uwanja wa Bunju na alisema anaenda kucheza na Simba. Kweli ukatazima na mtu na akili zako klabu kubwa kama ile na ujinga uliokuwa nao au kwa ubwegi uliokuwa nao. Kweli gari lako unajaza mafuta utokapo enda kupanga katika uwanja wa Simba. Sijui ugeno ila Kinondoni uijui. Hao walikopo na amwa kwenda kutembea kwa kujua uwanja wa Simba kweli uwanja wao. Pangeza kwa pangeleyo vitu havi juu kwa kila siku, sababu wao kila siku wanagombania pale Jangwani, nitajenga uwanja nitajenga uwanja, na viongozi wanazidi kutoka kat

Ufungue mlango sasa, ukisema swala so, a kuchungulia, pangine walichungulia au wa kujua, mimi siwezi kuelewa mimi mm. natizama utaratibu unavyopangwa na mimi nenda kwa utaratibu. tumeona jana mm. mm. performance ya Maxim Pia Nzengeri Coast Union. unasema Maxim Pia Nzengeri alikuwa anawasubiria kwa hamu atiki aibidi aweke kwa upande wa Simba Sports Club, ila wana mangushi awapatia goli mbili. Sasa neno kulizungumzia maswala mchezaji wa Yanga, mimi nitashindwa mimi ntashindwa kujibu so, ajili yule mm. kwangu mm. Mimi kwanza wakimzungumzia masuala mchezaji wa Yanga siwezi kukupa comment yoyote kwa swala la Yanga mm. Mimi nazungumzia habari za Simba ndio tutakuwa na sahihi. Sababu ni mpenzi wa Simba Sports Club. Simba mm. Sasa siwezi kuniambia nimzungumzie swala la Yanga mi mm. a tofauti, sababu upinzani, upinzani mimi na nani, upinzani na wangu. mtani wangu siwezi kumpa comment yeye, ni vitu kuangalia, japo ninaangalia, lakini sasa siwezi nikasema nimzungumzie nimzungumzi m kwangunhusu kitu Kule. Okay, kocha kwa kwanza wa timu gani? Kocha wa Coast. Eh. Sio Costi? so, eh. Alitokea timu gani mara kwanza? Alitokea timu gani? kafundisha Yanga, kafundisha Biasi. Na kadi anayo sio, kafundisha mpaka kadi ya Yanga anayo mm. Sasa hapo tunaambia jambo gani? Wewe kuna, yang ah. e, e... kuna sehemu sio, naweza kuambia kama hapa Yanga anakuwa na mashindano sio, unaambia timu kama hiyo bwana mm, mm. e. twende na mada zingine zilizokuwa na msikilizo. Okay, wewe mzee Bibu, mpaka hivi sasa Kangalombo anatupa asilimia ngapi kwa unavyomtazama Kangalombo? Sasa si wa Yanga ndugu yangu, sasa mimi utanitajia habari ya Kangalombo nitamjuaje bwana hapa. Eh? kuona mwandishi wa habari kuja kunihoji hata kama baada ya michezo mimi sijamwona. Swala lote kwangu mimi la vitisho sasa kwa kuweka kutisha. Pengine hilo jina lake ni gumu kwa kweli kulitaja, lakini niambie kwa swala kiwanjani. Kiwanjani mapafu ya mbwa unajua ah. <laughs> <laughs> Kila mchezaji kwanza lazima apimwe ndio ajulikane afya yake nafaa kucheza kiwanjani yule pengine kapimwa kaonekana pengine afya yake ya kukimbia na mpira hmm. Hmm. Kwa jinsi simba napocheza eh, Habibu na. uh, unaiona vipi Simba yako kwa maana, kwa maana Simba Sports Club kwa mchezo ambao unaofuata una Ligi Kuu soka Tanzania Bara dhidi ya Dodoma Jiji Football Club siku ya kesho kutwa. Mimi Simba hiyo siku tunaopangwa kukutana na Dodoma Jiji hmm. Dodoma Jiji wajipange vizuri sana kutokana na maneno anayozungumza hmm sisi sasa hivi hatuzungumzi, ni kitu cha kuzungumza. Tunakwenda kutafuta pointi tatu na kuzungumza kanuni ya kusema ile timu tunaheshimu, sababu ipo ligi daraja ya kwanza. Sasa swala pale, tutavyoshinda ndio wengi mtakuja mtazungumzia kanuni yenu kusema, si refa karibu mpira, refa akafanya vipi. Hayo ni maneno yenu sisi, lakini sisi tunakwenda pale, ni yetu ni kupata pointi tatu tuwe katika kibindoni na kujua kitu gani ndio kitugani chokifanya. Tutazame mechi nyingine na ikuja ingine inayekuja, performance wa Mutare, watu wengi wako anamzungumzia sana katika dimba la KMC complex koe team stars temsta performance ambayo hairidhishi muda kamata mpira anakuwa na nguvu. Je, nguu Mutare sahihi kuepo Simba ama aondoke? Dirisha dogo, kuna dirisha dogo tena usajili sasa. Wewe unajua unaweza kuzungumza mchezaji, unajua anaweza kuwa kuna mechi faiza akacheza ikawa kuamka kwa kwa vizuri na ikawa mechi ikawa kwake, ikawa na mashaka, asifanye navyostahili lakini siku ingine zote anacheza navostahili. Watu ampigi kelele sio. Usiseme wote, sema kuna baadhi. Ukizungumzia wote saei vigumu, hata kwenye familia. Babako kunagease, baba anampenda sana Juma, babako kwa kuzaa kwake, pindi kile anachokulia alikuweka wapi? Simponae pamoja mm, sisi mchezaji wote anayekuwa katika klabu ya Simba tupo naye pamoja mm. Sasa mwamko tokea mwanzo nilivyokuambia, ni washabiki kama mtu na mwamko wake mm, na kinywa chake anavyotaka kukizungumza mimi mtali mm, siwezi kumwona ni mbaya sababu ni yupo na kuna vitu fani anavifanya na, na vingine vipo mm. Kuna siku vile mtu anaweza akakosea mm, ni vipo vile vile. tayari. kusitana... <laughs> Sasa kama sheria TFF anao yeye pale Jangwani atafanya hivyo vitu na maamuzi yake, lakini ipo kanuni ya kuheshimu na utaratibu. Kama utaambiwa timu uleta taleta. Sasa kama timu aleti yeye, pengine kuna sehemu yupo mwenye anajua yeye kwenda kwake kwenda kujiunga na na klabu yake. Sasa mimi siwezi nikamzungumzia kumkataa maandishi yake au maneno yake anayezungumza, au kama kuna barua akapeleka TFF. Siwezi nikambishia zaidi na maneno yake kiongozi wao anaizungumza. Anasema anataka pointi tatu na magoli matatu. Anasema hivyo kiongozi gani? Nani? Sasa mashabiki kiongozi, ukiambia mashabiki mimi ndio hayo, kama tunasema Simba, anasema mchezaji a kucheza vizuri. Vizuri mm. mi nataka uzungumzie kanuni kiongozi gani anazungumza mm. Tumnukuu na maneno yake, anayezungumza ni nani? Sasa ndugu yangu, sababu kuna barua nipelekwa pa TFF pale, naonekana wakili wao mwenyewe kwanza wamtambui. Sasa ukilizungumzia swala huyo bwana atashindwa kulielewa. jana michezo unasikiliza. Sasa kama unisikiliza, unauliza mimi kitu gani tena? Umesema wtagumze Habibu. Habibu, swali la mwisho kuelekea eh, mchezo ujao wa NBC Premier League, mnyama Simba zidi ya Dodoma Jiji, kukosekana kwa mlinda mlango namba 1 Musa Pimping Kamara ili halitaathiri kuelekea katika mchezo nakua swali. So, itaathiri sababu tupo magolikipa wengine wapo, wapo wapo atacheza. Hmm, na atafanya kitu kilicho sahihi na kazi yake alioajiliwa sisi katika swala hilo hakuna sababu kila, kila klabu ina wachezaji wa magolikipa watatu. Sisi tunaye golikipa mgeni, atapangwa na atacheza, atakuwa ni vizuri tu zaidi. Alisalimu atahimili mikiki mikiki, asihimili sababu anini, na kazi yake, mbona mazoezini mambo haya anayapata? Kwanza mpaka simba wanamsajili, kuna sehemu walimwona yule mtu anatumika, ndio simba wakamchukua, akamleta maeneo yale pale simba kama asaidie. Sisi sina mashaka naye kabisa. Shukran sana mzee Habibu kwa wasaa wako na maoni yako kwa ujumla. Ha, una shaka ndugu yangu. Huo sio na wasiwasi ndugu yangu, pointi tatu kwa tunazipata eh. Dodoma tunarudi ah, nazo hapo, bila wasiwasi, kaza zidi ya mnyama unje siku zote. Mtoto mdogo ukimwona babake lazima utoke mbio kumkimbilia ule mfuko, uonekane una adabu. Sasa i manano anazungumza kumjulisha babake, mimi baba nipo huko, mtoto wako. Sisi manuna yake hatujali tatu tunachukua kwake tunaleta, kama kipindi kile cha kuambia, hatuna wasiwasi, tunaenda kumpiga nyuki na mwenyewe ulipata habari, na tukakunguta kwetu, tukarudi. Si hatuna wasiwasi na jambo hilo, hatuna no, wasiwasi na jambo hilo. Shukrani yeah, sana kwa wasaa wako na maoni yako kwa ujumla. Sasa tupo pamoja.